Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limefungua rasmi kikao chake cha Machi, ambapo mjadala mkuu utajikita katika hali ya vita inayoendelea mashariki mwa nchi hiyo pamoja na mazungumzo yanayoendelea mjini Luanda kati ya wajumbe wa serikali na waasi wa AFC na M23. John Kanyunyu anaripoti kutoka Kinshasa. Akifungua kikao cha Machi, spika wa Senate Jean-Marie Samalukonde aliwaomba maseneta kuwa makini na hasa kuwa na nguvu ya kutosha ili kukabiliana na changamoto zinazowasubiri katika kikao hiki. Tuwaashirie kwamba kikao hiki kitamulika sana hali ya usalama inayojiri hapa nchini. Wakati tunafungua kikao hiki miji mbalimbali mbali, wilaya mbalimbali mbali, na vijiji mbalimbali vya mbali mashariki mwa nchi yetu vinakaliwa na jeshi la Rwanda pamoja na vibaraka wa AFC. Kikao cha Machi kinafunguliwa wakati ambapo miji muhimu ikiwa ni pamoja na Goma na Bukavu pamoja na vijiji kadhaa imeshatekwa na waasi wa AFC-M23. Wabunge na maseneta wanakabiliwa na jukumu zito, kwani wakazi wa maeneo haya wanawategemea wao kwa suluhisho la kudumu. Aidha, kikao hiki kinafunguliwa huku serikali ya Kongo ikiwa imekubali kushiriki mazungumzo ya moja kwa moja na waasi. Uamuzi huu umeibua hisia tofauti miongoni mwa raia wa Kongo, hasa ikizingatiwa kuwa Rais Felix Antoine Chisekedi alikuwa akishikilia msimamo wake wa kutoketi meza moja na waasi. Hata hivyo baada ya ziara yake mjini Luanda, mazungumzo ya moja kwa moja yametangazwa rasmi. Mbunge Joiber Furuguta anayewakilisha Goma, mji unaokaliwa sasa na waasi, anazungumzia kile anachokitegemea kutoka mazungumzo ya Luanda. Kama ni wao wanajua njia yenye tutapata ako amani, iyo amani ya kweli, na iwe ya mara mwisho watu banaleta vita ili wasikilike. Tunawapa pole watu wote wanateseka na tunaomba serikali ifungule njia zote ili kwetura, amani rudia kweli. Ikumbukwe kuwa swala la vita mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilikuwa likipuuzwa na wabunge wengi, huku baadhi wakidai kuwa vita hivyo vinawahusu tu watu wa eneo hilo. Hata hivyo hali ya sasa imeonyesha mabadiliko, huku wabunge na maseneta wa maeneo mengine ya Kongo wakionyesha mshikamano dhidi ya tatizo hili. Wakati huo huo, rais Felix Antoine Tshisekedi amekutana na mbunge wa Marekani Roni Jackson kujadili hali ya usalama mashariki mwa Kongo pamoja na fursa za uwekezaji wa Marekani nchini humo. Serikali ya Kongo bado haijafafanua mpango wowote wa ushirikiano wa madini kwa usalama, ingawa inasisitiza kutafuta washirika mbalimbali wa, mbali mbali wa kimataifa. Jackson ambaye ametaja kama mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Marekani inataka kuona Kongo ikiwa katika hali ya utulivu ili kuvutia wawekezaji wa, wa sekta ya madini ikiwa ni pamoja na kobalti, lithiaumu na urani. John Kanyunyu, DW Kinshasa.